Kwa hivyo Ummu Subiyani, bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amemtaja katika hadithi ambayo ni marufuun, na jini huyu Ummu Subiyani, ndugu zangu watazamaji, hupenda sana kuwaingia wanawake na watoto. Ummu Subiyani hupenda sana kuwaingia wanawake na watoto. Turudi kwa upande wa watoto. Wanawazuoni wanasema kwa watoto kulia sana usiku. Ukimwona mtoto wako ana dasturi ya kulia sana usiku, basi mtoto huyu atakuwa ameingiwa na jini umu subiyani, kulia sana na khaswatan fi llaili, yani usiku. Hiyo ni kwa upande wa watoto, lakini dalili ya pili kwa watoto ni ugonjwa wa degedege kupata yale maradhi ya degedege. Eh, kila mtoto anayezaa anapata maradhi ya degedege basi ujue, eh, huyo mtoto ana tatizo la jini ummu subiyani. Dalili ya tatu kwa upande wa watoto ni kuchelewa kuongea au kutembea. Ukimwona mtoto anachelewa kuongea au anachelewa kutembea bila ya sababu za kidaktari bila ya sababu za kihospitali basi mtoto huyu atakuwa ameathirika na jini ummu subiyani. Dalili ya nne kwa mtoto, kuweweseka usingizini. Kuweweseka usingizini eh, ni katika dalili za mtoto aliyeingiwa na jini ummu subiyani. Ukiona mtoto wako ana kawaida ana dasturi ana tabia ya kuweweseka usiku, anaweweseka usingizini, mathalan anaongea peke yake au anachakua mtoto, anakuwa anachakua, ana tabia ile tabia zile za kutafuna kama anakula kitu hivi, wakati amelala usingizini, basi hiyo miongoni mwa dalili za mtoto aliyeingiwa na jini Ummu Subiyani. Sasa ndugu zangu watazamaji E, nguvu zote za mashaitani biidhnillahi subhanahu wa taala, zinatibiwa kwa dua na dawa. Yani ukijihisi una moja kati ya hizi dalili au mtoto wako ana moja kati ya hizi dalili, basi anatakiwa atibiwe kwa dua na dawa za kupaka na kunywa au za kupaka na kuoga, na alhamdulillah. Alhamdulillah Imamu Shabani Ramadhani Mponda, nimewaandalia dawa inaitwa swiha. Kuna dawa maalum inaitwa swiha, dawa hii nimewaandalia kwa watu wenye matatizo mbalimbali, mbali ya kichawi, hasad, vijicho na haya matatizo ya majini.